waatmamtu alaikum nemati, na nimewatimizia neema na nimewatimizia neema zangu nemati. Waraditu lakumul islama dina, na nikaridhia kwamba Islamu ndio dini. Alislama dina, Islamu ndio ndio dini. Tunataka tuangalie kila aya ilikuwa inashuka katika zama maalum, na kuna kitu ilitokezea, ndio hiyo aya ikashuka. Kwa mfano tunaona kuna watu walikuwa wanakuja wanauliza Bwana Mtume baadhi ya maswali alafu aya ilikuwa inashuka na Mwenyezi Mungu anajibu baadhi ya mambo na e, matokeo ambayo yako katika mfumo ya maswali. Sasa Bwana Mtume alikuwa ki, ikitokezea baadhi ya vitu. Kuna baadhi ya masahaba walikuwa wanasema ati sisi tumeamua sasa, tunataka tu kufanya ibada, tunakaa mbali na familia nini nini. Aya ikashuka ikasema, hapana, nyinyi pia mnatakana mwishi kama watu wa kawaida, mkule mswali mkutane na o, familia zenu nana, mambo kama. Aya ikashuka sasa hii aya, leo akmaltu leo ndio nimekamilisha nini dini yenu, aliyauma akmaltu lakum dinakum ilishuka senye hukumu ya kuswali ndio ili Mwenyezimungu akasema alyauma akmaltu lakum dinakum? Ama ilishuka siku ambayo hukumu ya kufunga? Ama ilishuka siku ya ku ya nini ya ambayo hukumu ya kwamba nini watu wasikuwe wanafik? Ama hapana, ilishuka katika kuamrisha watu watu wa, wa, wa, wanafanya hija. Sasa Mwenyezimungu anasema ni hija ni wajib. Sasa leo tumetimiza dini yenu. Hii aya ilishuka lini na kwa nini? Hiyo aya inashuka baada ya hiyo kitu ambaye, ndio nataka kusema ni nini ilitokezea, ndio Mwenyezi Mungu akashukisha hii aya, akasema leo nimetimiza dini yenu, na ndio sasa neema imekamilika, dini imekamilika, na sasa ndio ninawaita. Nimesema nini? islamu yenu ni dini islamu yenu ni nini? ni dini. Tukiangalia tunaona katika kitabu Tafsir At-Tabatabai at ni ya kishia. Tunaona katika Tafsir Al-Mizan ni ya kishia, kishia, ambaye ndio sasa. Tafsir Al-Mizan ndio huyo Tabatabai. Tunaona katika Tafsir Al-Amthal ya Makarimu Shirazi ni ya kishia. Tunaona katika Majma Al-Bayan, Al-Bayan ni ya kishia. Tunataka tuone aya inaelezewa vipi kwa mtizamo ya kishia ya na mtizamo ya kisunni katika kitabu cha Fakhrurazi ni mufasir wa wa Kisuni. Tunaona katika tafsir Al Asakir ni za Kisuni. Sasa mashia na masuni wote wanakuja wanaelezea, wanasema hii aya ilishuka baada ya hija ya mwisho, Hajatulida, ambayo ndio hija ambayo sasa Bwana Mtume alifanya aliaga, ndio ilikuwa kwamba watu waumini, watu Waislamu, watu wamekuja wamekusanyika nini nini, kila kitu. Sasa Bwana Mtume ikaitwa hajjatul wida, kwamba ndio ya kuaga, ndio mwenye Bwana Mtume akaenda, ndio hija ya mwisho nini. Sasa alipomaliza hija, watu wakaondoka, kila mtu sasa. Makka iko na milango tofauti tofauti ambaye sasa kuna mali sasa, watu wanatoka ndio, wakitoka hapo hiyo mlango, ndio sasa, kama huyu ambaye anaenda upande wa mashariki anaenda, kama huyu ni wa magharibi anaenda, kama huyu ni wa nini wa upande wa kusini anaenda, kama hivyo hivyo. Sasa hapo ndio kama mali, ambapo sasa watu wakishatoka Makka, ndio watu wana wanaachana. Walipofika hapo, watu wakaanza kuachana, wahi ikashuka kwamba bwana mtume kusanya watu, na hii aya nini hii A, nini ujumbe lazima ifikie watu wote. Tunaona sasa tukirudi aya Qurani, tunaenda kwa Qurani, kwa Qurani, tutaki kuenda atisiju fulani alisema nini na ah, tunaenda kwa Qur'ani, tunaona katika Qur'ani aya inashuka, imeshuka pia inasema: ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam tafaal fama ballaghta Risalata. Ewe ya ayo rasula, ewe mtume, baligh fikisha maunzila ilaik, ambacho umeshukishiwa, maunzila ilaik min rabbi, kutoka Mungu wako rabu wako. Wa in lam tafal, na ukikosa kufanya, haujatimiza risala, haujatimiza ujumbe ya Mwenyezi Mungu. Yaani, kuna ujumbe zimekuwa zimekuwa zimekuwa zimekuwa hii moja hii moja, bwana mtume anaambiwa, ukikosa kuifanya hii, ni kama haujafanya risala yake. Yani hiyo miaka yote mtume amefanya, ameamrisha watu waswali wakaswali, wafunge wakafunga, waende hija wakaenda, wafanye jihadi, wapigane na mushrikini wakaenda, watu wakakufa, watu wakakosa wa familia zao kwa ajili ya nini? Sheria. Lakini kuna kitu moja ambayo Mwenyezi Mungu ana anaambia bwana mtume, ukikosa kutimiza hii, ni kama haujatimiza dini yako ambaye ndio tunaona sasa hapa hajatimiza. Akikosa kufanya hiyo kitu hajatimiza dini yake ambaye, tukikuja sasa, kwa hiyo aya nyingine inasema sasa, si ametimiza, aliyauma akmaltu, leo sasa ndio nimetimiza dini. Qurani yenyewe kwa wenyewe, hii inaelezea aya mwenzake sasa, bwana mtume, anaogopa nini? Tunaona katika hii aya inaendelea, tumesema kwamba ukikosa kutimiza ujatim, ukikosa kutim, kutekeleza hiyo amri na kufikisha hiyo jumbe haujatimiza risala ya, ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anamwambia wallahu ya asimuka minan nas, Mwenyezi Mungu atakuhifadhi kutokana na watu. Yaani kuna watu walikuwa wanataka kufanya kitu na bwana mtume anajua kwamba hii ujumbe ni ujumbe ambaye labda italeta watu kupingana na yeye. Kupingana na yeye kwa nini? Kwa sababu ndio kitu ambaye sasa ndio utimisho wa dini na utimisho wa Uislamu. Sasa tuko kwa Qur'ani tafsiri ya Kishia tutakuja tuambie, hapa qurani inasema kuna kitu moja ambaye tunajua, sio swala, sio saumu, sio hija, sio jihadi, kwa sababu jihadi imefanyika. Hii aya ijashuka, hii aya imeshuka siku za mwisho za bwana mtume. Hii aya nyingine imeshuka siku za mwisho za bwana mtume. Sasa ukikosa kutimiza, hauj, ukikosa kutangaza haujatimiza Uislamu. Leo tumetimiza, tumekamilisha Uislamu. Ni nini hiyo? Anaambiwa na anaambiwa siogope na ni nini hapa? Amekamilisha, anaambiwa sasa leo umekamilisha Uislamu baada ya kutoka kwa hija ya mwisho bwana Mtume. Tafsiri hizo zote za kishia na za kizuni, sote mtaenda mziangalie, nimetaja jina Razi Asakir, na kuna nini tafsir uh, za kishia Majmaul Bayan, Al-Amthal na Al-Mizan zote zinasema kwamba baada ya hija ya bwana mtume ya mwisho, watu walikusanyika, wakafika waka mahali wakatanyika. Bwana mtume ujumbe ikafika, bwana mtume akafikiria nitatifikishaje huu ujumbe. Akaambia usiogope, sisi tutakuhifadhi kwa watu. Sasa akaambia watu wakusanyike, watu wameenda, yaani washaenda, masaa zisha nini, akaambia masaa saba. Hapana, endeni muite watu wote, watu wa mashariki, wa magharibi, wa kusini, nini nini, wote waiteni, turudi hapo mahali ambapo ndio watu wana ndio njia sasa ya kuachana wakakusanyika, ndio sasa hapo panaitwa Ghadir Hum. Endeni mwangalie incident ama story ama kitu ambacho kilitokezea, hadithul hum ni nini, lakini sisi tunaangalia kikurani hapo. Hivyo akakusanyika, ndio akakuwa ameambiwa leo lazima utangaze kwamba nani ndio kiongozi baada yako. Hakuna hadithi inapinga Upande za kishia zote, upande za kisuni zote, upande za, za, za, zenye, zenye, sasa hata walikuwa sio Waislamu, ni watu tu walikuwa wanaendana tu na, na bwana Mtume. Pia katika vitabu vyao vimetajwa, wote wanataja kwamba wanasema, baada ya kukusanya watu wote, bwana Mtume alisema hizo iz, kuna vitu huwa zinawekwa juu ya farasi na ngamia, ndio mtu akiketi asiumie, hasa zote zieko pamoja juu, zikaekanishwa zikakuwa kama mlima. Akasema mimi, akapanda juu na alafu akamuita alimama Ali alayhi salam, akainua mkono yake, akasema man kuntu maula. Kabla aseme hapo, man kuntu maula, anasema mimi mmeniridhia, mimi mmenikubali, mimi nini nini, kila kitu. Watu wote wakasema, tumekukubali, tumekuamini, tumetufanyia kila kitu yako tunakubali. Sasa akasema, mimi nimeamrishwa na Mwenyezi Mungu. Man kuntu maula, si mmenikubali kama mimi ni maula katika kipindi tulisema ana waliyukum waliyukum, inatokana pia na maula, walii na maula. Sasa man kuntu maula, ambaye mimi ni mola wake. Mola ni nani? Ambaye unamsikiliza unamtii na uko chini yake na kila kitu. Man kuntu maula fa hadha aliyun maula. Mimi sitaingia ndani sasa. Bwana Mtume anaambiwa kwamba usiogope kutangaza hiyo na ukikosa kutangaza, haujatimiza dini maula. Yaani ukikosa kutangaza kwamba baada yako maula ni huyu, haujatimiza dini yako. Alafu hapa hivi anasema baada ya kuwa ame, ametangaza kwamba ni nani ndio baada yake, anasema alyauma akmaltu lakum dinakum, leo nimetimiza dini yenu wa atmamtu alaykum ni'mati na nimetimiza neema zangu wa raditu lakum alislamu dina na nikaridhia kwamba islamu ndio dini sasa tunaona Qurani inasema mimi sasa sitaingilia kwamba Mola ni nani tuliongea katika ile kipindi kwamba Mwenyezi Mungu pia amesema ana waliyu kumullah wa rasulu wa alladhina amanu alladhina yuqimuna salata wa yutuna zakata huyo ndio walii wenu kiongozi wenu hapa pia inakuja tena nasema Mwenyezi Mungu anaambia bwana mtume ukikosa kusema nani ndio mola wa, wa, nani ndio maula baada yako kwa hawa waumini kwa hawa waislamu baada yako haujatimiza risala yako sasa tunaona kwamba imetimia na bwana mtume anaambia aliyeuma saambia watu kwamba aliuma leo tumetimiza hakuna mwana historia hakuna mwana hadithi hakuna mwanazuoni anaweza kupinga kwamba hii aya haikushuka katika hiyo hiyo siku ambayo ilikuwa ndio hija ya mwisho, na bwana mtume alie, watu walienda tena, akawakusanya akawaambia, hapana, nimeambia kitu na nimeambia, nikikosa kusema nitakuwa sijatimiza. Alafu akasema sasa, mimi ambaye ndio mola wenu ndio hivyo. Alafu akaambia sasa, Qurani, leta aya aliauma, akamaltu lakum dinakum watimamtu alaikum nimati nimerudia mara kadhaa, nimerudia mara kadhaa. Sasa nyinyi muende muangalie mola wako atakuwa ni nani? Ukiambiwa na Mwenyezi Mungu huyu ni mola wako, mola wako ni rafiki yako, mola wako ni kipenzi chako tu, mola wako ni kwamba umpende tu peke yake, mola wako ni mola wako ni umtii, umfuate, umsikilize ama vipi? Na alafu kama ni ah, ni Mwenyezi Mungu amesaa kwamba tumpende venye tulikuwa tunampenda Bwana Mtume, tumpende pia huyu, sio lazima tumfuate, sio lazima ndi akuwe khalifa wa baada ya mtume a. Yani, uislamu yote unaambia haijatimie isipokuwa kwamba itangazo hiyo. Alafu unakuja unasema kwamba ilikuwa sio kwamba ni kumfuata, ilikuwa tu ni kumpenda mola, mola wako man kuntu maula fahadha aliyun maula, hiyo maula. Ende uangalie katika vitabu vyote, kamusi zote za Kiarabu uone inamaanisha nini. Hapo utajua kwamba mola ni nini maana yake. Na sasa kama taakilun Qurani nakwambia utumie akili, afala afalaa taakilun, kwani amtumia akili? Qurani imekwambia tumia akili, nishakuelezea kwa Qurani imesema ime, nini na nini, tunaona sababu ya kushuka yake ni nini, na mtume amekwambia Mola wako sasa kama ni Mola wako bismillah, Mola wako utamfuata vipi? Hiyo sasa ni wewe na Mwenyezi Mungu wako. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.